Kwenye muendelezo wa sherehe hizi ya miaka 11 ya ACT Wazalendo, nina wasalimu wote kwa salamu zetu za chama cha ACT Wazalendo, taifa kwanza. Leo na kesho, takribani miaka 11 iliyopita, tumeendelea kusherehekea kwa namna tofauti tofauti maadhimisho yetu kila mwaka lakini kipekee sana mwaka huu wa 11 ambao ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Sisi tuna wajibu wa kipekee kwa, kipeke, kwa mustakabali wa demokrasia katika nchi yetu. Ndugu wanachama, ndugu viongozi, napenda kutumia fursa hii kama kiongozi wenu wa chama kuwapongeza wanachama wote wa chama chetu kwa kutimiza miaka kumi na moja tangu tupate usajili wa kudumu kwa hakika, hii safari iliyoanza rasmi tarehe tano Mei mwaka elfu mbili kumi na nne haikuwa rahisi, ilikuwa ni safari nzito safari yenye kila aina ya changamoto ambazo kwa pamoja tumekabiliana nazo, na leo hii tunasherekea chama cha siasa chenye mafanikio makubwa sana katika nchi yetu. Hii ni safari ya yani miaka kumi na moja yenye mafanikio makubwa sana. Tuendelee kujipongeza, wana ACT Wazalendo tutembee kifua mbele tukijidai kwamba chama hiki kimekuwa na kitaendelea kuwa na mafanikio makubwa. Hivi sasa wachambuzi wote makini wanakubaliana na wanaendelea kuongelea chama chetu, kwa licha ya umri wake mdogo, ACT Wazalendo ndiyo chama kinachokuwa kwa kasi zaidi kuliko vyama vyote nchini. Mafanikio ya chama cha ACT Wazalendo hayajifichi na yapo bayana. Tukisherehekea mwaka huu wa 11, ninaomba wanachama na viongozi wote tuendelee kutembea vifua mbele kwa kazi kubwa tuliyoifanya ya kuvijenga chama chetu <coughs> kimekuwa ni chama tegemeo cha kuwakomboa Watanzania, Watanzania, Watanzania bara, Watanzania wa, wa Zanzibar kwa kuleta ukombozi wa kiuchumi, kijamii na kisiasa. ACT e, Wazalendo ndio chama pekee kinachoangaliwa kama chombo cha matumaini cha kubadilisha taifa hili na kuhakikisha kwamba yale yaliyopiganiwa miaka 63 iliyopita yanaenda kutimia taifa la wote. Tunapoendelea na maadhimisho haya, naomba leo tusherekee kwa kuendelea kutangaza na kujivunia maeneo kumi ambayo chama cha ACT Wazalendo kimefanya vyema ambayo kila mwenye macho atakubaliana na mimi kuwa tumepiga hatua kubwa ukilinganisha na vyama vingine vyote vya siasa katika nchi yetu. Jambo la kwanza, tumeongoza katika siasa za hoja dhidi ya siasa za vioja, siasa za vituko, siasa za uchawi ambazo ndizo zimetawala kwenye Chama cha Mapinduzi. Daima ACT Wazalendo tumetangulia mbele kwa kuzisemea changamoto za wananchi, kupendekeza majawabu yake, kwamba nini kufanyike, kupitia sera zetu makini. Tumeendelea kusimama na Watanzania katika kutatua changamoto zao bila kupepesa macho. So, swala la pili, tumejenga jukwaa mbaya ambalo ni kimbilio kwa wanasiasa wote ambao wanapenda siasa safi na ambao hawaridhishwi na ukandamizaji wa demokrasia kwenye vyama vyao. Kielelezo cha mafanikio haya ni kumpokea marehemu Maalim Seif Sharifu Amani na wenzake mwaka 2019. Kuaminika kwa chama hiki na jabali na siasa za Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote. Maalim Seif Sharifu Amani, Mungu amlaze mahali pema peponi, ni ishara ya ukomavu ya chama cha ACT Wazalendo. Eneo la tatu tumejenga jukwaa la kuaminika kwa vijana. Mara zote kupitia chaguzi na teuzi zetu tumetuma salamu kwa vijana wa Tanzania, kwa hiki ndio wa kuwa hiki ndiyo chama kinachowaamini na tumeendelea kuwapa nafasi vijana kuonyesha vipaji vyao vya kiuongozi. Mfano mmoja mkubwa ambao tutaendelea kujivunia ni kuchaguliwa kwa katibu mkuu wa chama chetu mwaka 2020 akiwa kijana wa miaka 34. Hii ni alama ya wazi kwa vijana wote kuwa chama cha ACT Wazalendo ndiyo jukwaa la. Swala la nne, tumejenga jukwaa la ukombozi kwa wanawake Tumevunja minyororo ya kukandamiza demokrasia kwa kuongoza kwa vitendo dhana ya usawa wa jinsia kwa kuhakikisha kuwa kuna kuwa na usawa wa jinsia kwenye vyombo vyote vya maamuzi. Ni kwenye chama cha ACT Wazalendo peke yake ambapo unakuta uchaguzi wanafaa vyombo vya maamuzi kamati kuu, halmashauri kuu, tumekwenda kwa mfumo wa hamsini kwa hamsini. Sisi kwetu usawa wa kijinsia sio maneno ya kuimba tu, lakini tumeyaonyesha kwa vitendo. Haya yamekuwa mapinduzi makubwa kwenye tasnia ya siasa nchini hata leo hii kusimama kwangu mbele yenu kama kiongozi wa chama mwanamke ni ishara nyingine kwamba chama hiki kinawaamini wanawake. Swala la tano, tumejenga jukwaa la kuaminika la ukombozi wa Zanzibari ili kujenga Zanzibar mpya, Zanzibar moja na yenye mamlaka kamili. <coughs> ACT Wazalendo inaenda kuongoza wazanzibari kuikomboa nchi yao kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. <coughs> <coughs> Na kwa hakika mwaka huu wa 2025 kwetu ni mwaka wa maamuzi ni mwaka wa kuinusuru anzia swala la sita, tumefanikiwa kujenga jukwaa la kupigania taifa la wote, maslahi ya wote, hasa katika kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinatumika kuwakomboa wananchi wa Tanzania kiuchumi na kijamii. Tumesimama na makundi yote kwenye jamii, wakulima, wafanyakazi, mamalishe, wavuvi, wafugaji, bodaboda, kufanya biashara, vijana, wanawake, wazee, wastaafu, watu wenye ulemavu, hawa wote wanaitizama. tumejenga chombo madhubuti cha kupigania haki za binadamu ndani na nje ya nchi. Swala la nane, tumeonesha kwa vitendo demokrasia ya ndani ya chama. Uamuzi wa chama chetu wa kuzingatia ukomo wa madaraka wa miaka kumi kwenye uchaguzi wa ndani wa chama mwaka 2024 ni mfano wa kuiga ambao umewashinda wengi kwenye vyama vya siasa. Tumejenga chama kinachoongozwa kwa uwazi na uwajibikaji. Na swala la kumi, tumejenga chama kinachokuwa kwa kasi zaidi nchini, kwa vipimo vyote, vipimo vya kupokea wanachama, kutanduza kwa mtandao, ushawishi wake wa kisiasa ndani na nje ya mipaka yetu. Ama kwa hakika, wanachama isiwa na viongozi wa ACT Wazalendo, tuendelee kushangilia na kudumisha mafanikio haya, taifa la wote, taifa la Tana, ni mwaka wetu, tumejipanga, tunatekeleza na sisi ni washindi. Kama nilivyotangulia kusema kwenye salamu zangu, huu sio mwaka wa kawaida kwetu, ni mwaka wa kipekee, ni mwaka ambao mbali na wajibu wetu wa kawaida wa kupambania malengo yetu katika uchaguzi tuna wajibu mkubwa wa kutoa uongozi katika mapambano ya kuitetea na kuilinda demokrasia katika nchi yetu. Ninaomba niwakumbushe azimio la halmashauri kuu ya chama chetu kuhusu uchaguzi mkuu wa 2025. -20. chama chetu cha ACT Wazalendo kimesema kitapambana kikishiriki na kitashiriki kikipambana. Uamuzi wetu huu wa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 haukuja kwa bahati nasibu, ni zao la tafakuri na uchambuzi wa kina na kama tulivyosema hapo wa awali, sababu zetu ni tatu. Kwanza, tumejiridhisha kwamba tunashiriki kulinda thamani ya kura. Pili, tunashiriki kwa sababu tumejiridhisha kwamba kususia chaguzi kunaimarisha ite. <coughs> ACT Wazalendo ikisusia uchaguzi, chama cha mapinduzi kitafurahia kitafurahi sana kwa uamuzi huu. Na sababu ya tatu tunasema kwamba chama cha mapinduzi kimeshindwa kuiendesha nchi, wananchi wameikataa, wa na wanakwenda kukikataa kwenye sanduku la kura <coughs> na hapo ndipo watakapohitimisha kwamba chama cha mapinduzi kikae pembeni <coughs> kwenye uchaguzi mkuu huu wa mwaka 2025. ACT Wazalendo ina majukumu makuu matatu na kila mwanachama na kiongozi hatapaswa kuyapigania kwa nguvu zote. Kwanza, tunatakiwa tusimamie na tusimame imara kupigania malengo ya chama chetu. Ujumbe wangu kwa wanachama kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa kupigania malengo ya chama chetu ya kuikomboa taifa letu. Tuendelee kusimama imara kwenye ndoto hii bila kuyumba wala kukata tamaa. Kutakuwa na majaribio ya kututoa kwenye mstari, tusitetereke, tusipeperushwe na upepo. Kwa Zanzibar, huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, ni mwaka wa maamuzi ya utawala bora 2025 ni, nasudi, ni Kua, ovu, mwaka wa kuunganisha wazanzibari kwa ajili ya ukombozi wa Zanzibar. Mwenyekiti wa chama chetu Ndugu Osman Masoud ameomba niwafikishie ujumbe kuwa yeye yupo tayari kuongoza wazanzibari bila hofu mwaka 2025 waial leo walipo tayari kuwaongoza Watanzania ili waweze kujikomboa kwenye maradhi ubinga na umaskini, kazi ambayo Chama cha Mapinduzi imeshindwa kutekeleza kwa zaidi ya miaka 60 ya uhuru wetu. Nipo tayari kuwaongoza Watanzania kupigania taifa la wote, maslahi ya wote. yeah, yeah, yeah. Na natumaini nanyi pia mko mko tayari, oh tayari, asanteni yeah sana. Swala la pili tuendelee kupigania maboresho, yani ya mifumo ya uchaguzi. Chama chetu kimetangaza kuwa maboresho ya mfumo wa uchaguzi yanahitajika. Tumetoa maeneo kadhaa, lakini tunasema chama hiki kitaendelea kupigania maboresho haya hadi dakika ya mwisho. <laughs> Tutashiriki kukipambana, tutapambana tukishiriki. Tumeutangaza mwaka huu wa ishirini ishirini na tano kuwa mwaka wa kuihana na kuitetea demokrasia <laughs> Chaguzi tatu zilizopita zimetuonyesha sura halisi ya adui wetu. Tumebaini kuwa adui yetu tunayepambana naye siyo CCM tu, bali ni vyombo vya dola. <laughs> Chama cha Mapinduzi kimetangulizwa mbele lakini mipango haswa ya kuvuruga demokrasia na kuinyumu inapangwa na dola. Tunajua sio kazi nyepesi kupambana na adui yetu, lakini tupo tayari na tumejipanga kumkabili. Ujumbe wangu kwa wanachama na viongozi wa sisi Wazalendo Nikua, peke, Tanzania, ni kuwa zawadi pekee ambayo tunaweza kuwapatia Watanzania tukiadhimisha miaka hii 11 ya, ya chama chetu, ni kuongoza mapambano haya ya kulinda thamani ya kura na kuihami demokrasia. Tuendelee kupaza sauti zetu hadi uchaguzi mkuu wa 2025 uwe uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Madai yetu sita yawe ndio wimbo wetu kuanzia sasa hadi mwezi Oktoba. Tueleze serikali na wadau wote wa demokrasia kuwa sisi, ACT Wazalendo, tunao madai sita, na madai yetu ni kama haya yafuatayo: moja, hatutaki wakurugenzi wa halmashauri wasimamie uchaguzi tunataka wajumbe wapya kwenye tume huru ya taifa ya uchaguzi wateuliwe. Mm. Tatu, tunataka kura haramu zithibitiwe. Nne, tunataka wagombea wasienguliwe ovyo. Tano, tunataka mawakala wawe huru kufanya kazi yao. Sita, tunataka vyombo vya dola visishiriki kwenye huduma hujuma za uchaguzi <coughs> <Hey, siji>, ii wazalendo taifa <coughs> <Chai fara> yawote <coughs> na kama walivyosema viongozi wetu wa dini, wazee wetu na wadau wengine wa kidemokrasia madai haya yanawezekana kufanywa kazi kabla ya kufika Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo tunasema madai haya yatekelezwe sasa. Swala la tatu na la mwisho, tuunganishe taifa letu kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Uchaguzi kama tunavyojua ni kipindi ambacho tunaweza kulijenga au kulibomoa taifa. Kuna dalili nyingi kuwa mshikamano wa taifa letu umeanza kuyumba. Kuna sauti kubwa inayovuma kutoka kila pande inayolalamikia mwelekeo wa nchi yetu. Viongozi wa dini wanapaza sauti, viongozi wa kisiasa wanapaza sauti, wanaharakati wanapaza sauti, wazee wetu kama kina mzee Wayoba na mzee Butiku na wengineo wanapaza sauti. Nina imani hata ndani ya serikali wapo watu wanapaza sauti ndani ya nio yao, ni kwa tu hawawezi kutuzitoa hizo sauti ya dharani. Sauti ya wote hawa ni moja, tunapoelekea sio uzuri, taifa letu linayumba. Watawala hawapaswi kuipuuza sauti hii. Hii ni sauti ya watu wanaolilia maboresho ya mfumo wa uchaguzi haipaswi kabisa kupuuzwa. Ni sauti ya watu wanaotaka vitendo vya utekaji na ukandamizaji wa haki za binadamu viondoke. Haviwezi kabisa kupuuzwa. Rai yetu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, asikilize sauti ya viongozi wa dini, asikilize kilio cha haki Sauti hiyo ikisikilizwa italiponya taifa letu kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Kinyume chake, sauti hii ikipuuzwa italiweka rehani taifa letu. Tunataka uchaguzi huru haki na kuaminika. Na ei sikiwa Wazalendo tunasimama na viongozi wa dini wanaopaza sauti kutaka maboresho ya mfumo wa uchaguzi kutaka haki itawale na kutaka amani ya kweli ipatikane. Mwisho, ndugu wanachama, viongozi na wale wanaotufuatilia Ninaomba niwashukuru wa Tanzania kwa kukiunga mkono chama cha ACT Wazalendo. Tunaomba muendelee kutuunga mkono. Katika safari hii tuliyoianza miaka kumi na moja iliyopita, ahadi yetu ni kuwa tutaendelea kuijenga jukwaa la ACT Wazalendo ili kuongoza wa Tanzania kupigania ujenzi wa taifa la wote maslahi ya wote na kwa upande wa Zanzibar kuijenga Zanzibar mpya Zanzibar moja na Zanzibar yenye mamlaka kamili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki siku ya leo. Taifa kwanza, er